African dhidi ya Simba. Uh, mashabiki mbalimbali wameendelea kutamba kuelekea mchezo huo, huku kila shabiki akivutia upande wake. Huku mashabiki wa Simba sports kwa sasa inaonekana wapo na vibe sana, wapo wanajiamini sana, huku sababu yao kubwa wanasema endapo referee akichezesha kwa haki, basi wanakwenda kushinda mchezo huo, tofauti na kwa upande wa kikosi cha Yanga wao kama wamepoa hivi, wao wanakwambia tukutane, tarehe nane, tukutane saa moja na robo tarehe nane. Hawa na maneno mengi, kwa sababu tayari wameshamfunga Simba Sposi michezo minne iliyopita, walimfunga tano moja Simba, Sposi, ya Uh, Lobatinyo msimu uliopita. Uh, goli pekee la Simba likifungwa na Kibu Denis Prost, lakini pia magoli ya Yanga yakifungwa mawili na Pokome, lakini pia Mosonda uh, Max naye alifunga katika mchezo huo. Mchezo mwingine Simba Sports ikiwa chini ya Abdulla Kabanchika ikafungwa goli mbili kwa moja, lakini michezo mingine amefungwa Fadru msimu huu eh, mwanzoni mwa ligi, mchezo wa Ngao ya Jamii goli moja kwa sifuri, lakini pia mchezo wa ligi goli, eh, moja kwa sifuri kwa hiyo huu utakuwa ni mchezo wa tano mfululizo Simba Sports anatamba sana kwa sababu anaamini hawezi kwenda kupoteza michezo mitano mfululizo mbele ya kikosi cha Yanga. Huku Yanga wanasema ya Simba e, eh, ni mwembe eh, wa uwani tu yani. Kwa hiyo ukitoka nje unauona una chuma yani, anaweza akamfanyia chochote kile anachokiweza na anachokitaka kwa hiyo, Yanga licha ya kwamba hawana maneno mengi, lakini bado wanaimani na kikosi chao, lakini wanaimani pia kwamba Simba kwa miaka hivi karibuni hawezi akamsumbua, na mchezo wa siku ya kesho basi Dayan African anakwenda kuibuka tena na ushindi. Lakini pia kimya chao kimechagizwa na afisa habari Ali Kamwe E, kupewa notisi e, kuambiwa bwana wewe itabidi ukae benchi miaka miwili kwa sababu kuna maneno alitoa ambayo alimshutumu moja kwa moja mwamuzi, e, moja ya mwamuzi alikuwa akichezesha mchezo wa Simba kwamba ameapendelea Simba, lakini pia akatoa hofu yake kwa waamuzi kwamba licha ya makosa ya kibinadamu wamekuwa na mwendelezo eh, wa kuwapendelea Simba eh, katika michezo yao. Kwa hiyo licha ya kwamba eh, Yanga wamepoa, lakini upoaji wao umechagizwa zaidi na afisa habari wao kuto kufanya hamasa yoyote, kutokana na eh, maamuzi yaliyotolewa na kamati ya maadili na TFF kwamba alikamwe inabidi apumzike kidogo, kwa sababu amekuwa akinena akisema nje ya maadili, lakini kwa upande wa Simba hawawezi wakapromoti mchezo huu kwa sababu wao ni wageni, lakini kwa chini chini mashabiki wanaendelea kuhamasishana wasogee pale Benjamin Mkapa wakiwa na imani sana na kikosi chao kwa sababu mpaka sasa wanaona na wameona ubora wa wachezaji mmoja mmoja ndani ya kikosi hicho kama kina Eli Mpanzu em Fabrisi rwamba goma, yusufu kagoma, kibu denis, prospa. Ya kuwa hajapata goli lolote katika ligi kuu, lakini bado hatuwezi kumuweka nyuma kwamba yeye ni bora bana. Hayo ndio yanayoendelea, hayo ndio yaliyojiri katika uga za michezo nchini kwetu Tanzania. Tuandikia maoni yako pia katika sehemu ya comment, unafikiri mchezo huu nani anayo nafasi ya kupata ushindi na kuondoka na ushindi?